Leo tuangalie katika maisha yetu, katika jamii zetu, katika muamala wetu, Waislamu sisi wenyewe kwa wenyewe, tuna masaili mangapi faria ijtihadia ambayo tumekhtalifiana ndani yake? Lakini ikhtilafu zetu, je, ni hizi ambazo amezizungumzia Imamu Shafi'i au ni ikhtilafu ya sampuli zingine? Jawabu tunayo, kila mmoja anajua jawabu yake <laughs> ikhtilafu yetu

lakini mwisho wa ikhtilafu hizi je, sisi tunabaki kuwa ni ndugu ama tumejenga chuki kubwa sana, mwislamu kwa mwislamu mwenziwe? Tumejenga bughdha, tumewekeana hasadi, tumewekeana uadui, tukawekeana mipaka, tukatengezeana vyama na timu kila mmoja akawa na mrengo wake na chama chake na timu yake na ushabiki wake na watu wake wa kumsapoti na kadhalika na kadhalika. Tena tueneze katika fahamu na akili za watu ya kwamba fulani huyu kwa sababu amekhtalifiana nami katika masala fulani ijtihadia faria anastahili kufanyiwa uadui. Hal hadha huwa ma allamana annabiyu sallallahu alayhi wasallam iyah.